Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa taala na kumtakia sala na ka, salamu mtume sallallahu alayhi alaihi wa sallam, kwanza kabisa hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa taala kwa mapenzi yake makubwa kutujalia kuiswali swala hii ya dhuhri tena kwa jamaa. Kwa hakika hii ni neema miongoni mwa neema ambazo tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa taala katika kipindi hichi, kwani ni wangapi ambao hawakuona muhimu wa kuacha majukumu yao umuhimu wa kuacha kazi zao wakaja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wao wakaendelea na majukumu wengine, wakapuza wakaona kwamba hakuna umuhimu e, wa kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe wa wa kupewa neema hii na Allah subhanahu wa ta'ala ya kuiswali swala hii ya dhuhuri, hii ni neema, na kwa neema hiyo watakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pili hatunabudi kumshukuru Allah kwa kutujalia pia kubaki katika kika kikao hiki cha kheri, kikao cha kusikiliza maneno ya dini, kikao cha kusikiliza mambo ambayo yatatuongezea ya sisi imani mbele ya Allah subhanahu wa taala. Hii e, nayo pia ni neema kubwa miongoni mwa neema ambazo tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa taala, tukiwa tunaendelea kukumbushana mambo ambayo yanahusiana na mwezi wa Ramadhani tulikuwa tunaelezana adabu siyami, adabu za funga, na tuliona kwamba kuna adabu ambazo ni lazima muislamu awe nazo, lakini pia kuna adabu ambazo ni suna. Ukizitekeleza funga yako inakuwa na malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa taala. Na leo tutaendelea kutaja adabu miongoni mwa adabu ambazo ukizifanya malipo yake yanakuwa ni makubwa na unapata malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni aduau uh, inda alfitri wa athna al siyami, ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ni muislamu kumuomba Allah, kuomba mambo ambayo anayahitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala mchana wa mwezi wa Ramadhani. Lakini vile vile kipindi kile cha kufuturu mwislamu anatakiwa kutumia fursa hiyo ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna mengi ambayo tunayahitaji mbele ya Allah. Kwa hiyo fursa hii ya mwezi wa Ramadhani kila mmoja aitumie <coughs> katika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala e, yale ambayo anayahitaji. <coughs>

Kile kipindi cha kufuturu, ule muda wa kufuturu, anayo dua ambayo hairudishwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Akinyanyua mikono yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamjibu na atamkubalia maombi yake kile kipindi cha kufuturu. wakana Abdullah idha aftara yaqul na Abdullah ibn Umar alikuwa yeye anapofutura anasema: Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulli shay'in an taghfir li Ibn Umar yeye alikuwa akisema, Allahumma inni, e mola wangu hakika mimi as'aluka na kuomba bi rahmatika allati, kwa rehema zako ambazo, kwa huruma zako ambazo wasiati kila shayin, zimeenea kila mahala, zimeenea kila kitu. Na kuomba antaghfira li, uweze kunisamehe mimi madhambi yangu. Kwa Ibn Umar yeye shida yake kubwa na matatizo yake makubwa, ambayo alikuwa naona amwelekezie Allah subhanahu wa ta'ala, ni yeye kupata msamaha wa Allah. Allah msamehe makosa yake. Kwa ndugu katika imani Kile muda wa kufuturu ni muda wa kukubaliwa dua zetu na Allah Subhanahu wa ta'ala. Muislamu unatakiwa umwelekee Allah Subhanahu wa ta'ala, mwombe ndani ya dakika moja, dakika mbili, mweleze Allah Subhanahu wa ta'ala kile ambacho nakihitaji, na Allah kwa hakika atakupa, kwa sababu muda huo ni muda wa kukubaliwa dua yako, muda ambao watu wengine wanang'ang'ania mandazi muda ambao watu wengine wananyang'anyana tende, muda ambao watu wengine wananyang'anyana mandazi, wewe unamwelekea Allah subhanahu wa taala. Baada ya kula tende yako moja tu ukamwelekea Allah ukaanza kumwomba Allah subhanahu wa taala yale ambayo unayahitaji. kwa ndugu zangu katika imani, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa fursa wa sisi kuwa tayari kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, hasa ule muda ambao watu wanafuturu. Basi muelekee Allah subhanahu wa ta'ala, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: thalathatun la turaddu da'awatuhum da watu watatu, dua zao hazirudi bure Watu watatu dua zao wa hazirudishwi na Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa zinapokelewa. Mtu wa kwanza ni aswaimu hatta yuftira, ni mfungaji anapokuwa amefunga mchana wa mwezi wa Ramadhani, anaponyanyua mikono yake kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua yake hairudishwi na Allah inakubaliwa na Allah subhanahu wataala. Wal imamu al adil, na kiongozi mwadilifu walmadhulum, na aliyedhulumiwa anaponyanyua mikono yake kumwomba Allah subhanahu wataala dua yake inakuwa ni yenye kukubaliwa. Kwa hiyo miongoni mwa hao watu watatu ambao wakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua zao hazirudishwi, dua zao zinakubaliwa na Allah subhanahu wataala ni mfungaji anapokuwa amefunga, akinyanyua mikono yake akamwomba Allah subhanahu wa taala, basi dua yake itakuwa ni yenye kukubaliwa na Allah subhanahu wa taala. Kwa ndugu zangu katika imani, tutumie fursa hizi fursa ya mwezi wa Ramadhani kumwomba Allah subhanahu wa taala, tuna mengi tunayohitaji kutoka kwa Allah, tuna matatizo mengi ambayo yanatuandama Mwezi wa Ramadhani tutumie kumuomba Allah atuondolee matatizo hayo. Mpaka mwezi wa Ramadhani unakuja kumalizika, bila shaka Muislamu utakuwa umekubaliwa maombi yako na Allah subhanahu wa taala, na utakuwa umepewa kile ambacho unakihitaji mbele ya Allah subhanahu wa taala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema muombaji anapomuomba Allah subhanahu wa taala huwa ana moja kati ya mambo matatu. Anaweza akapewa kile ambacho amemwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Umemwomba Allah jambo fulani na akakupa. Wakati mwingine Allah anakuondoshea majanga na matatizo ambayo yalikuwa yakufike, kwa kupitia maombi ya kumwomba Allah akupe jambo fulani. Allah akaacha kukupa jambo hilo na akakuondoshea na akakuepushia madhara ambayo yalikuwa yakufike. Lakini pia wakati mwingine, Allah anaweza akakuwekea, atakuja kukupa siku ya Kiyama. Kwa hiyo tuwe na dhana njema na Allah. Unapomwomba Allah, kuwa na dhana nzuri na yeye kwamba anakubali maombi. Kwa hiyo unapoona hajakupa kuna kitu tu ambacho atakuwa amekufanyia kwa kupitia dua yako hiyo. Gondani ya mwezi wa Ramadhani, tutumie fursa hii kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa adabu za mfungaji ambazo akiwa nazo funga yake inakuwa na malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni alkafu amma yatanafa maa siyami, yaani kujiepusha na yale ambayo yanapingana na funga Muislamu kujiepusha na yale ambayo hayaendani na funga. Assiyamu ibadatun min afdali lqurubati, funga ni miongoni mwa ibada tukufu sana, ni miongoni mwa ibada bora sana sana, ambazo zinamkurubisha na kumweka mtu karibu na Allah subhanahu wa taala. Sharahu llahu taala liyuhadhiba nafsa, ameiweka au ameiwekea sheria Allah subhanahu wa ta'ala ibada hii ya funga kwa ajili ya kuitengeneza nafsi ikae katika mazingira mazuri. wa yuawiduha alkhair, na kwa ajili ya kuizoesha kheri, ili nafsi hii izoee kuyafanya yaliyokuwa mazuri, ili nafsi hii izoee kufanya kheri fayambaghi an yatahaffadha Alsaimu min al-amal allati takhdashu saumahu yapatikana kwa mfungaji ajihifadhi na ajilinde na matendo ambayo yanaweza yakachafua funga yake hata yantafi'a bisiyami ili aweze kunufaika na funga wa tahsul lahu taqwa, na ili aweze kupata ucha Mungu, allati dhakaraha Allah llahu, ucha Mungu ambao Allah ameutaja katika neno lake, fi qawlihi, katika kauli yake, Allah aliposema: ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi ambao mmeamini mmefaradishiwa kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum kama ilivyofaradishwa funga kwa wale waliokuwa kabla yenu. Lengo na shabaha la mfungaji ni nini? Laallakum tattaqun. Kwa hiyo, mfungaji miongoni mwa adabu ambazo anatakiwa jipambe nazo ni kujizuilia na mambo yote ambayo yanaweza yakaharibu funga yake au yawezekana yakapunguza malipo ya funga yake, akaye nayo mbali, ajiepushe na mambo hayo, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili aweze kuupata ucha Mungu ambao ndio lengo la funga. <coughs> Suyamu, walaysa siyamu mujarradu imsaki anil akli wa shurbi, na si kufunga kwa mtu tu kujizuilia na kula na kunywa, isipokuwa funga ya sawasawa ni pamoja na kuzi, kujizuilia na yote

ni pamoja na kujizuilia na mambo ya kipuzi, mambo ya laghau warrafath, na kujizuilia na mambo machafu, maneno machafu. Fa in saabaka ahadun, ikiwa yeyote atakutukana au jahila alaika au akakufanyia mambo ya kijinga, faqul inni swaimun, inni swaimun, sema hakika mimi nimefunga, hakika mimi nimefunga na siko tayari kuyafanya mambo hayo Ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika iman, miongoni mwa adabu za mfungaji ni mfungaji kujiweka na mambo yote ambayo yanaweza yakamuharibia ya funga yake au yawezekana yakapunguza malipo ya funga yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine anasema, rubba swaimin laysa lahu min siyamihi ila lj huenda mfungaji akawa hana malipo ya funga yake isipokuwa ni kushinda tu na njaa. Wa rubba qaim laysa lahu min qiyamihi illa sahar. Na huenda mwenye kusimama usiku kufanya ibada akawa hana malipo kutokana na kisimamo chake, isipokuwa ni kukesha. Kwa nini mfungaji asiwe na malipo? Yawezekana mfungaji akawa hana malipo kutokana na kutokufahamu mipaka ya funga, kutokana na kutokufahamu ni mambo gani ambayo yanamharibia yeye funga, kutokana na kutokufahamu ni mambo gani ambayo yanampunguzia yeye thawabu za funga. Kwa hiyo huenda mfungaji akafunga, lakini mwisho wa siku akawa hana malipo mbele ya Allah subhanahu wa taala, hana malipo ya funga kwa sababu alikuwa hana mipaka. Amefunga, lakini mambo anayoyafanya ni mambo ya mambo ya kijinga mambo ambayo ni mabaya mambo ambayo ni madhambi. Amefunga huku anafanya mambo kama hayo, huyu funga yake haitokuwa na malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa adabu ambazo anatakiwa awe nazo mfungaji na akiwa na adabu hizo anapata malipo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni asiwaku kupiga mswaki mchana wa mwezi wa Ramadhani. wa yustahabbu liswaini an yatasawwaka athnaa siyami, na ni suna kwa mfungaji kuswaki mchana wa mwezi wa Ramadhani, ni suna. wala farqa baina awwali nahari wa akhirih na hakuna tofauti kati ya kuswaki mwanzo wa mchana na mwisho wa mchana. Hakuna tofauti kuswaki asubuhi, mchana, jioni, hakuna tofauti, kote ni suna. <coughs> Zamani watu walikuwa wanaambiwa kwamba kuswaki, unaruhusiwa kuswaki asubuhi asubuhi, lakini kisha kuwa mchana hauruhusiwi kuswaki. Kuswaki ni suna, mfungaji kuswaki muda wowote.

Yatasawwaku wahuwa swaim, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama akipiga mswaki na hali ya kuwa amefunga. Kwa miongoni mwa adabu za mfungaji ambazo akidumu nazo anapata malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni mfungaji kuwa ni mwenye kuswaki mchana wa mwezi wa Ramadhani. miongoni mwa adabu ambazo anatakiwa jipambe nazo mfungaji ni aljudu wa mudarasatu lquran, ni mtu kuwa ni mkarimu ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini vile vile na kuisoma Qurani kwa uwingi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hizi ni miongoni mwa adabu ambazo anatakiwa kujipamba nazo mfungaji, na akijipamba nazo anapata malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa taala. Aljudu, ukarimu. Wa mudarasatu alqur'ani, na kuisoma qur'ani. Mustahabbani fi kulli waqtin, mambo haya ni mambo mazuri na ni suna katika nyakati zote, mtu kuwa ni mkarimu na kuwa ni mwenye kuisoma qur'ani ya, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo hayo mawili ni mambo ambayo ni suna katika nyakati zote illa annahuma akidun fi ramadhan, isipokuwa mambo haya mawili yametiliwa mkazo zaidi katika mwezi wa Ramadhani, kwa mtu awe ni mkarimu, mtu awe ni mwenye kujitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtu awe ni mwenye kutoa sadaka ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya mwezi wa Ramadhani, alikuwa ni mkarimu na alikuwa ni mwenye kujitolea sana katika mwezi wa Ramadhani. Ndio maana huwa tunasema, siku moja aliulizwa, ni sadaka gani ambayo ni bora kuliko sadaka zingine? Akasema ni sadaka inayotolewa katika mwezi wa Ramadhani. Ndio maana tunahimizana watu kuwa ni wakarimu ndani ya mwezi wa Ramadhani, watu kuwa ni watoaji ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kuwa ni mkarimu, karibisha watu wafuturu nyumbani kwako kuwa ni mkarimu, wape wasiojiweza na wao vile vile waweze kupata matumizi ndani ya mwezi wa Ramadhani, wawezeshe. Lakini pia kuwa ni mwenye kuisoma Qur'ani kwa uwingi. Wema waliotangulia wao walikuwa unapofika mwezi wa Ramadhani, wanaacha mpaka hata kusomesha mambo mengine wanakielekea kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wanaosoma Qur'an. Unaambia wengine walikuwa wanahitimisha Qur'an ndani ya siku moja, anahitimisha mara mbili. Anaweza kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nas, anaweza tena suratul Fatiha mpaka suratul Nas mara mbili kwa siku moja. Kwa mpaka mwezi wa Ramadhani unakuja kumalizika, yeye tayari amehitimisha Qur'ani mara sitini. Sasa hebu niambie wewe, Muislam, wewe mumin, wewe mcha Mungu, umejipangaje katika kuhitimisha Qurani ya Allah subhanahu wa taala? Umejipanga kuhitimisha qurani mara ngapi katika mwezi wa Ramadhani? Ukishindwa kabisa, basi hitimisha qurani hata mara moja ndani ya mwezi wa Ramadhani unasoma kidogo, kidogo kidogo kidogo kidogo mpaka unahitimisha Qur'ani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na malipo yake ni makubwa ndugu zangu, katika imani. Malipo ya kuisoma Qur'ani ni makubwa, na thawabu ni nyingi. Muislamu anatakiwa afanye hivyo. Katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala Ibn Abbas anasema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwad nasi, alikuwa mtume mtuma sallallahu alayhi wa sallama ni mkarimu kuliko watu wote, ni mtoaji kuliko watu wote wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadana, na alikuwa ni mkarimu, alikuwa ni mtoaji sana pale anapofikwa na mwezi wa Ramadhani, hina yalqahu jibril, pale ambapo alikuwa anakutana na Jibril

Ajwad bilhairi min arihi mursala, alikuwa ni mwepesi wa kheri ni mwepesi wa kuyaendea mambo ya kheri kuliko upepo unavyovuma. Kwa miongoni mwa adabu za mfungaji, mfungaji anatakiwa awe ni mtu mkarimu ndani ya mwezi wa Ramadhan, awe ni mtoaji ndani ya mwezi wa Ramadhan, awe ni mkarimu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hatakiwi mfungaji awe ni bahili ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ubahili hautakiwi katika miezi yote, lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani Muislamu hautakiwi uwe ni bahili. Miongoni mwa adabu za mfungaji ni al-ijtihadu fi al-ibadati fi al-ashr al-awakhir min Ramadhana ni mfungaji kujitahidi katika ibada katika kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Miongoni mwa adabu za mfungaji ni mfungaji kuongeza bidii ya ibada katika kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Lakini sisi tumekuwa tofauti, kumi la mwanzo watu wanajitahidi katika ibada, kumi la mwanzo watu wanakuwa wengi katika ibada wanajaa misikitini, lakini kumi la kwanza likikatika na watu wengi wanakatika na wanaondoka msikitini. Vile vile kumi la pili ndio kabisa, wanabaki watu wachache. Kumi la tatu ndio hamna watu kabisa, wamebaki wale wale ambao walikuwa wakisali katika miezi mingine. Lakini Mtume yeye alikuwa anajitahidi kufanya ibada katika kumi la mwisho kuliko alivyokuwa na jitahidi katika makumi mengine. Na sisi vilevile tunatakiwa kumuiga Mtume, na kila mmoja aweke nia litakapofika kumi la mwisho kwamba atajitahidi katika ibada, atajitahidi katika kumwabudu Allah subhanahu wataala. Amepokea Bukhari na Muslim kutoka kwa Aisha radiallahu anha, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama kana idha dakhala al-ashr al-awakhir, alikuwa linapoingia kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Ahya al-laila, anauhuisha usiku katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alikuwa halali wa aiqada ahlahu, na anawaamsha watu wake kwa ajili ya ibada. Wa shadda al-mizara, na anafunga vizuri kikoi chake kwa ajili ya kisimamo kirefu. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa linapoingia kumi la mwisho, halali hata kidogo, anauhuisha usiku kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Halali inafikia mahala anawaamsha na watu wake, watu wake wanalala kidogo, kisha baadaye anawaamsha na wao vile vile waweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatil muslim, na katika riwaya ya Muslim, kana yajtahidu

Sallallahu alayhi wasallam yuqidhu ahlahu fil ashri lawakhiri, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwaamsha watu wake usiku kufanya ibada katika kumi la mwisho. Wa yarfau al-mizara, na ananyanyua vizuri kikoi chake na kifunga vizuri kikoi chake kwa ajili ya kisimamo kirefu. Tumwige Mtume sallallahu alayhi wasallam, tutakapofikwa na kumi la mwisho tujitahidi Hey, katika ibada tuzidishe ibada kuliko tulivyokuwa tunafanya ibada katika masiku mengine, kwa tumwige mtume sallallahu alaihi wasallam katika hilo takapo kutokana na muda kwa leo, tutakuwa tumeishia hapo. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.